dyspepsia ri ni murimu uria ukoretwo utaguthondekwo ni marigitari maingi muno thiini wa afrika na thiini wa thi niki o ta uria ndagitari ugire atiriri Most of the time maugaga <laughs> mena thina wa alsas sí. kana mena thina wa gastritis ndagĩtarĩ mm. nĩ atarĩirie wega nauga gastritis mm. na alsas mm. tofauti yao nĩ ĩmwe gastritis nĩ kũroruha mm. alsas nĩ tũronda twanda mm. uh,

a, a, sim, a condition mm. -hmm. ya gad ego ni kuga kwina reflux then ori ukorogo we ho ni thina twitaga hiatus hernia mm. -hmm. Re, mm -hmm. pressure kuni ukira inyingi ya cause the sphincters muscles to verge mm -hmm. verge up mm -hmm. nikuga ogo ni kuga teni sia bata na iguru mm. -hmm. sia bata na iguru mm -hmm. ri muscles siria sitekagera te irio sia kuameria sikuruke si si gatagate a uh, the uh, gatagate ka